Baadhi ya viongozi wa kisiasa na wanataaluma kutoka maeneo ya Gusii na Kuria wameitaka serikali kuangazia kwa dharura masuala yanayoathiri maeneo hayo, ikiwa ni pamoja na miundombinu duni, ukosefu wa ajira kwa vijana na changamoto za kuwafikia huduma za afya. Viongozi hao walikutana jijini Nairobi hii leo kufuatia kutiwa saini kwa mkataba wa ushirikiano kati ya vyama vya UDA na ODM, hatua ambayo imezua hisia mseto. Siku moja baada ya kundi la vijana kutatiza mkutano uliohudhuriwa na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga katika uwanja wa michezo wa Gusii, kaunti ya Kisii, viongozi kutoka kaunti hiyo leo wametoa hisia mseto kuhusiana na yaliyojiri. Akihutubia kikao cha mashauriano ya sekta mbalimbali kutoka jamii ya Gusii na Kuria jijini Nairobi, seneta wa Kisii Richard Onyonka alijiondoa lawama, alijiondolea lawama kuhusiana na mapokezi mabaya ya Raila hapo jana.

alilalamikia hatua ya kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa Silvana Sosoro la kutaka kushinikiza eneo hilo kumpigia kura kwa mara ya pili Rais William Ruto mwaka 2027. Kwa upande wake, Osoro alijutia tukio hilo la hapo jana. Hata hivyo, alielezea kutoridhishwa kwake na kile alichokitaja kutengwa kwa jamii hiyo. What exactly are From the brotherhood that we've supported over the years, and this I must say, we have somehow not benefited much from the support we've given our neighbors. That is the problem. Viongozi waliozungumza katika mkutano huo walitoa wito kwa serikali kuangazia kwa dharura miundo mbinu iliyoharibika, huduma za afya, elimu na ukosefu wa ajira katika maeneo yao the gusi kuria region continues to face significant challenges that hinder our progress these include infrastructure gaps youth unemployment inadequate education and skills development programs, insufficient healthcare access and lack of substantive economic inclusion and investment opportunities joseph ohungu darubini